Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, pale unaponitazama siku hii ya leo, nataka niongee na mtu ambaye unafanya kazi lakini pesa yako haikusaidii. Unafanya kazi, unalipwa pesa mingi, pesa mzuri, lakini haujui mahali pesa zinaenda. Hiyo ni roho ya umasikini inakuandama, na roho ya umasikini ni roho ambayo inaambukizana. Baba yako alifanya kazi kwa kampuni fulani miaka thelathini lakini hakujenga hata nyumba ya mabati thelathini. Alijenga nyumba ya mabati nne peke yake. Shamba hakununua hata eka moja. Alinunua shamba nusu eka, na hiyo alinunua kurasimishwa tu na mke wake, ambaye ni mama yako. Wewe umezaliwa kwa hiyo jamii na umejikuta pia umepata kazi kubwa, mshahara unalipwa kubwa, lakini umefanya kazi five years. Tangu uanze kufanya kazi ni miaka tano imeisha, lakini hata ng'ombe risafu hujanunua, hata nyumba risafu hujajenga unapata mshahara lakini haikusaidii, unapata mshahara lakini haikusaidii chochote. Hiyo ni roho ya umasikini. Ninaongea kuhusu roho ya umasikini, kutoka ndani ya roho ya umasikini. Je, unaweza fanyaje ili uweze kutoka kwa hiyo, hii roho iweze kukuacha? Bwana asifiwe. Pengine kwenyu hakuna mtu aliwahi endesha gari, pengine kwenyu hakuna mtu alisoma akafika hata form four pengine kwenyu hakuna mtu aliyeijenga nyumba ya mawe. Bwana asifiwe. Halafu wewe, kuna wale ambao wanajikubali na hiyo roho, wanasema ya kwamba kama kwetu hakuna mtu aliendesha gari, mimi ni nani niendeshe? Sasa wewe unakaribisha hiyo roho kwa maisha yako, sasa wewe unakaribisha hiyo roho ya umasikini kwa maisha yako, yaani ikuje kabisa kabisa. Bwana asifiwe. Pengine unafanya kazi lakini tangu anza kufanya kazi Hakuna pesa umesave, akaunti zako ziko do dormant, yaani mshahara ikiingia inaingia kwa madeni, yani mshahara ikiingia inakukutanga huko na madeni zaidi ya mshahara yako. Bwana asifiwe. Mshahara ikiingia inakupata umekopa, umekopa, umekopa mpaka unalipa, yaani unakopa deni kulipa deni. Mshahara inaingia una, unalipa madeni zote zinaisha, tena unakopa. Hiyo ni roho ya poverty. Bwana asifiwe na siku ya leo hiyo roho itakuachilia na Mungu aliyo mbinguni anataka aweze kuongoa hiyo roho juu ya maisha yako, ikiwa utaamini tu ya kwamba yeye anaweza. Siku ya leo ni siku yako ya kukombolewa kutoka katika umasikini. Naongea na wewe ambaye unafanya kazi lakini hakuna kitu unafanya, pesa zako hujamaliza, zinaenda. Unafanya biashara lakini hiyo biashara huoni faida yake, tangu uanze kufanya biashara hakuna pesa umesave tangu uanze kufanya kazi hakuna pesa umesave, tangu uanze kufanya hiyo kazi kwa kampuni. Unaona pesa mzuri sana, hata mwingine unaoni shilingi elfu mia moja mwingine unaoni shilingi elfu hamsini mwingine unaoni hata 150000 lakini hata nyumba risafu hujai jenga. Bwana asifiwe. Hata mavazi kununua ni shida. Umevaa socks ambayo imetoboka mbele, lakini unaificha ndani ya kiatu. Ndio sababu ukiingia kwa nyumba ya mtu ambaye yuko na carpet ukiambia tu tunasema hapana, niko na haraka. Ni au si atu uko na haraka? Ni ile unaona ukitoa kiatu socks imetoboka pande moja. Watu watakushangaa, huyo mtu anafanya kwa kampuni kubwa. Huyo mtu analipa mshahara kubwa, lakini socks ya shilingi ya hamsini imemshinda kununua. Roho masikini ni mbaya kikushika. Hata box hautanunua. Mama, hata pandi utanunua. Bwana asifiwe. Ninaongea na wale ninaongea mambo ambayo yanatendeka. Mama unafanya kazi, unapata mshahara, pesa mzuri, lakini kama nguo kama inaweza tolewa mbele ya watu, ndio mtashangaa. Roho maskini ni mbaya, lakini mshahara ambao unaoni, unaoni pesa mzuri Je, mshahara inapoingia inakutanga madeni ya mengoja. Bwana asifiwe. Inakutanga madeni ya mengoja. Yaani madeni ni kama watoto wa shetani wamekaa kwa mlango, wanaongojea baba akuja ambaye ni baba mshahara. Mshahara napoingia madeni ziko zinasema tuko hapa tunakungoja, hata umechelewa sana. Bwana asifiwe. Hebu jiulize unapata unapata shilingi elfu mia moja. Unafanya biashara inakuingizia kila siku shilingi elfu tano tano. Lakini hakuna kitu umeifanya. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu umeifanya, hata nyumba risafu hujajenga. Tau nakaa kwa nyumba shilingi elfu kumi. Bwana Yesu apewe sifa. Kiatu pekee ao kununua ni shida. Umevaa kiatu ambaye kimelala mashariki, kiatu soli imelala imelala paka kiatu kinasema, bwana hata unioni hata kunibadilishia soli peke yake ni shida. Lakini we unaona uko sawa. Yani roho maskini ikiingia, inafunganga paka akili yako. Hata ukivaa nguo ambayo imetoboka, lakini nakuambia tu uko sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii roho maskini nimesema huwa inaambukizana. Baba yako alikuwa anafanya kazi mahali fulani kwa kampuni fulani, alikuwa anaoni pesa mingi. Hakuwa ifanya chochote, amekufa akiwa katika hiyo hali ya uchochore. Wewe ndio umezaliwa kwa hiyo familia. Umejikuta tena pia Mungu amekusaidia, umepata kazi nzuri kwa kampuni fulani. Sasa umejikuta unaoni pesa mzuri, mshahara mzuri. Lakini jiulize, tangu baba yako akufe na wewe ukapata kazi kazi nzuri ya pesa, hakuna kitu umefanya. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikasema kuna wale u, wanakubali hiyo roho iwaingie, maana kwa maneno yako ndio anakaribisha hiyo roho. Unasema ya kwamba kama kwetu watu kama baba yangu ako aijenga nyumba permanent, mimi nani ndio nijenge? Kama baba yangu ako aiendesha gari, mimi nani ndio niendeshe? Yani wewe unakaribisha hiyo roho kwa maisha yako, roho ya umasikini iweze kuingia kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo nataka ni kuombee mahali ulipo, ili hiyo roho iweze kukuacha. Kama unafanya biashara na uoni faida hiyo biashara, kama unafanya kazi na ujui pesa zinaenda wapi, ni kama mifuko yako imetoboka, yaani unalipo mshahara, mshahara ikikuja inakuta madeni ni zaidi ya mshahara, wewe ndio mtu nataka ni nataka ni kuombe siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mambo mawili ambayo inafaa ufanye. Jambo la kwanza Ninapokuombea, make sure mshahara yako unatoa 10% mahali unaenda kanisani. Sijakwambia unitumie, unaweza nitumie ukitaka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili inafaa umkubali Yesu kuwa mwokozi ndani ya maisha yako, maana Biblia inasema ya kwamba mtu mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo, ya Yesu Kristo, yakale yamepita, tazama, yamekuwa mapya. So yakale kumaanisha, unapookoka hiyo roho maskini itakutoka yakali yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hiyo royo umaskini itakutoka itakuacha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama unaamini ya kwamba Mungu anaweza kutoa katika hiyo Mungu anaweza kutoa katika hiyo Mungu anaweza ngoa hiyo royo maskini ya juu ya maisha yako, ndani ya maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, nataka na uamini siku ya leo ninapoenda kukuombea mahali ulipo unanitazama na nikasema ya kwamba wengi wanapoingia kwenye mitandao huwa wanaangalia vitu fani fani tu, lakini mahubiri kama haya kuwasaidia wanaruka. Najua mtaruka hii mahubiri hamtaitazama, lakini ipo siku utaitafuta, utaipata. Wacha nikwambie, heri wewe ambaye uta uta watch hii mahubiri, uiangalie, ufuatilie ujumbe na iweze kukusaidia maisha yako, itabaki jinsi ilivyo, Mungu atakusaidia na Mungu atabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Taka niombe na, kazi, na, uoni, na Na na, ambao umekona. Unafanya unafanya Unafanya Unafanya kazi. 50, unafanya kazi. 11, unafanya kazi kazi kazi kazi hiyo Hata hata hata hata hata hata umechoka, up. Unasema hata afadhali niwaache hii kazi nikae tu kwa nyumba sasa, Sababu unapata unapata unapata mshahara mshahara mshahara 50,000. wa 1100. wengine wanaoni 150,000. Lakini hakuna kitu hizo. Hizo pesa pesa zinakusaidia. Hizo pesa zinakuja zinakuta madeni. Hizo pesa zinakuja zinakuta magonjwa. Yaani magonjwa kwako yamekuwa ni kama yamekuwa ni mazoea kwako, na haya magonjwa yanaongoja yangu tu mwisho wa mwezi. Ushaona magonjwa ambayo yanaongojea mwisho wa mwezi, tarehe moja, tarehe mbili, tarehe tatu, nyumba yako ni ya magonjwa mpaka tarehe kumi. Kwanzia tarehe kumi na tano hakuna magonjwa kwako, tarehe ishirini na tano hakuna magonjwa, tarehe moja tu anaanza kugonjeka. Hiyo ni roho ya umasikini. Bwana asifiwe. Yani wakati unakaribia tu mshahara hivi mambo inatokea, tunasikia oh, ndugu yangu, ndugu yangu ameshikwa wewe unasikia juu mtoto fulani amefanya. Wewe unasikia hii. Yaani mambo ambayo anahitaji tu pesa, unapigiwa tu masimu. Unagawanya pesa mpaka zinaisha. Bwana Yesu asifiwe. Leo Mungu anataka kutoa katika hiyo roho. Mungu anataka kung'oa hiyo roho juu ya maisha yako. Mungu anataka kung'oa hiyo roho juu ya biashara yako ili uwe huru. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe ambaye unafanya biashara ukitumia madawa, nataka nikuambia kwamba wewe unajimaliza. Unakaribisha roho ya umasikini times 3 kwa hiyo biashara yako. Unajua kuna watu ambaye ulienda kwa mganga ukapewa mkia ya panya, ulienda kwa mganga ukapatiwa ngozi ya chura, ukaambiwa sasa hii ukiweka chini ya gunia wateja watakuja. Ole wako, ole wako, maana Mungu ndiye anayepanua biashara. Mungu ndiye analeta wateja. Ole wako, ninakwambia, unakaribisha roho ya umasikini times 3 kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye unafanya kazi lakini hauoni uzuri wa hiyo kazi, wewe ambaye unafanya biashara huoni uzuri wa hiyo biashara, wewe ambaye unafanya kazi unapewa pesa mzuri, lakini hauoni hiyo pesa kitu ambayo inakusaidia, nataka niombe na wewe siku ya leo. Mungu aweze kusaidia. Mungu aweze kufungulia milango. Ukaweze kuona uzuri wa hiyo kazi. Ukaanze kupenda hiyo kazi. Pesa yako ikaanze ikaanze kukusaidia. Pesa pesa pesa pesa, yako yako yako, ikaanze kufanya maendeleo. Ukaanze ik... Ukaanze kuona uzuri wa pesa yako. Ukaanze kufurahia matunda ya hiyo kazi kazi, in the might of Jesus. Baba baba ni baba ninakushukuru mfalme mfalme ninasema ni asante. Asante kwa mtazamaji wangu Jehova Jire baba yangu, yangu Tazama mfalme, anafanya kazi, analipwa pesa, lakini aone baba yangu uzuri wa hiyo pesa Jehova. Pesa na inapata madeni, pesa inakuja, inapata magonjwa, pesa inakuja, napata mambo ambayo baba yangu ni ya kuharibu pesa yake. Baba kuanzia siku ya leo, baba ninamweka mikononi mwako Yehova. Hiyo roho ya poverty naivunja vunja, hiyo roho ya umaskini inaisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaharibu hiyo roho ya umasikini, ninaharibu hiyo roho ya umasikini juu ya biashara yake, juu ya maisha yake, juu baba yangu juu ya kazi yake, ninavunjavunja, ninabomoa katika jina la Yesu Kristo, ninakeborinta, ninasambaratisha. Baba mweke huru, Yesu Baba mweke huru, mfalme ani, pesa zake Jehova zile zianze kufanya kazi ya maana. maroho za madeni Baba ninazikataa juu ya maisha yake. Baba ninakutukuza na kuabudu Jehova nikisema, unaweza Yesu nani. kwa jina la Yesu nimeomba na hata kuamini, amen. Mungu amekutendea hiyo roho imekutoka, wewe uko huru. Tafuta kanisa, enda kama hujaokoka enda, kwa kanisa pasta akuelekeze katika njia ya toba, ili Mungu aweze kutembea na wewe. God bless you, Mungu akubariki na Mungu akuonekanie. Niite pastor Sure, nitafute ni kwenye mtandao YouTube, TikTok, nitafute ni pastor ni pastor Sure, niko sure ni na kile ambacho anafanya, tutaongea tutajadiliana. God bless you, bye, bye.